Tukunguu za jadi dondoo. Ni swali la nne. Alisimulia yote yaliyomsibu, alimweleza jinsi anavyojitwika jukumu. Kwa hivyo dondoo ilikuwa ukurasa 29. Nishatafuta, nitaki tuchukue muda, na ukifika pale, wakati unafanya marudio, unasoma kuanza aya ambayo imasumulia. Karibu mwenzangu, subiri nikuletee kikombe cha chai. Hata usilete, sina hamu ya chai mwenzangu, ina machungu moyoni, ndiposa nimekuja unisaidie kuyapunguza, kwani kuyamaliza hutaweza. Magwasha alitamka akajipoteka kitini. Lo, ni yapi tena hayo mwenzangu? Vugulu alitaka kujua. Ni Mrima amekazana kunitumbukiza kaburini mapema, niache wanangu. Unakumbuka nilikutajia kwamba tabia ya Mlima imebadilika sana siku hizi. Naam, ninakumbuka, lakini sikudhani atafika hapo, Mbughulu alitamka kwa wasiwasi. Kwa hivyo dondooni hapa, Magwasha alisimulia Mbughulu yote yanayomsibu. Yana, yana yana, alimweleza jinsi anavyojitwika jukumu la kuwasomesha kuwalisha na kuwavisha watoto wao peke yake ili jadi ya mwanamume kuwa kichwa cha nyumba sasa haipo tena. Magwasha kesha ivunja jadi hiyo bila kutarajia wala kunuia. Mrima aonekani kujitwika majukumu yake ya nyumba tena, ana kesha na kuamkia ulevini, hana habari tena kuhusu familia yake. Haya alimchosha Magwasha, wala hakudhani Mrima uh -huh. angebadilika kiasi hicho So, kwa hivyo ukiambiwa kufafanua muktadha wa dondoo na kukumbusha, unasema msemaji ni nani, anamwambia nani, mahali na kichocheo cha kauli. Msemaji si umeona ni Magwasha, anamwambia Mbugulu, mahali ni nyumbani kwa Mbugulu, na kichocheo cha kauli, yaani nini kilikuwa kinatendeka wakati maneno haya alisema, ni Magwasha alikuwa akielezea shida za ndoa yake baada ya mumeo Mrima kutoka ulevini. Si umeona hapo? Ndio maana tukasoma ba, masaibu yapi yaliyomsibu huyu msimulizi anayerejelewa katika dondoo? Kwa hivyo masaibu ya msimulizi hapa ni Magwasha. Kwa hivyo Magwasha ana masaibu gani? Masaibu ni shida. Kwanza, mumewa alikuwa ameanza kulewa sana. Magwasha ndiye aliyeshughulikia ulezi wa watoto wake peke yake. Hapo hapo tu kwenye dondoo tumesoma pia Magwasha anachukua majukumu ya mume nyumbani, anavunja ile mila ya jadi, ndio maana wakatumia neno jadi. Pale Mrima alitelekeza familia yake, na pia tabia za Mrima zilimfika Magwasha kooni. Cha licha ya masaibu aliyomsimulia ni yapi aliyokum, kumba kazini Licha ya masaibu aliyomsimulia ni yapi aliyomkumba kazini? Kwa hivyo, shida au masaibu shida za, za, za magwasha anazopata akiwa wapi? Kazini, na anafanya kazi wapi? Kwa chifu Mshabaha. Hivyo shida ni zipi? Kwanza chifu anamkemea anamkemea kwa makosa madogo madogo, pia anamfedhesha mbele ya wageni, yani anamfanya ahisi aibu mbele ya wageni um, pia hakumuhusisha katika mambo mengi ya ofisini. Anafunga mlango, hamuhusishi katika mambo mengi ya ofisini. Pia anapewa kazi ambazo hakutarajiwa kufanya kama vile utopasi na utarishi. Chifu pia aliingilia maisha yake ya kibinafsi kwa sababu alimshirikiza asiolewe na nani, na Mrima alikuwa anataka aolewe na rafiki yake nani, Sangilu. Pia alipokataa kuolewa na Sangilu, chifu Mshaba alimdhalilisha hata na mtusi zaidi alimfanyisha kazi nyingi za ziada kwa mshahara ni ule ule, lakini anafanya kazi za ziada. Pia baadhi waliokuja ofisini walimbeza. Kwa mfano Sihaba alimbeza zaidi. Hata kuna masaibu mengine zaidi, si yale tu. Wakati alikuwa anamwambia ataenda kungate si baada ya ndoa, hakuwa anataka kukubali, si ndio? Kwa hivyo masaibu pale ni mengi, likuwa tu naangalia baadhi yale kama lazima nilikuambia, kwa fasihi ukitainiwa kama ule mtihani ambao tulisaisha KCSE, tulikuwa tunaangalia kama umesoma kitabu na umekielewa umemudu. Unapaswa kutaja mhusika ndio tujue umeelewa kitabu, si ndio? Tuendelee swali la tano. Nchi ya Matuo ilikabiliwa